Mapenzi ni hisia za ajabu zinazoweza kuvunja ukuta wa chuma, zikajaza bahari ya machozi na hata mtu kuweza kupambana na dunia nzima kwa jina la mtu mmoja. Katika kila kona ya dunia, mapenzi yameandikwa kwenye mashairi, yameimbwa kwenye nyimbo na hata kuonyeshwa kwenye sinema mbalimbali. Wakati mwingine mapenzi ni kama filamu ya kihindi kuchotae, ambako hisia huchemka, macho hujaa machozi na moyo hupiga kwa nguvu. Wakati mwingine ni kama Mohabbatein ambako upendo unakuwa silaha dhidi ya sheria kali za maisha na utamaduni mkali. Mshairi mmoja wa Kiarabu alisema Idha kana lhuba yarifu kaifa uhibuk talabat an habibuha, laiti kama penzi lingejua namna ninavyokupenda, basi hilo penzi lenyewe lingetamani niwe mpenzi wake. Nchini Tanzania ziko kapo maarufu, kapo ya Nasibu watandale na Zuhura wa Visiwani, ambako hii inahusishwa na masuala ya muziki kapo kama ya Beyonce and Jay-Z huko Marekani. Lakini leo nataka nikupeleke upande mwingine kabisa wa hadithi ya mapenzi, hadithi hii ya mapenzi ya kweli, watu waliopendana kwa dhati na hata kufikia kufa pamoja. Katika historia ya uhalifu wa kimataifa majina ya baadhi ya wa wahalifu hubaki kwenye kurasa za vitabu kama ishara ya hofu, ujasiri, au hata ushujaa wa kupindukia. Lakini wachache sana waliweza kuchanganya mapenzi ya kweli na uhalifu, na katika namna ya kusimua kwelikweli kweli. namna yenye drama na msisimko wa ajabu kama wawili hawa ambao nawazungumzia leo, Bonnie Parker na Clyde Barrow. Hadithi ya Bonnie na Clyde si hadithi ya kawaida. Ni hadithi ya mapenzi yaliyozaliwa kwenye jua la jioni, yakakomaa kwenye mvua ya damu na kufa kwenye mtego wa risasi. Karibu kwenye kipindi maalum cha historia, mapenzi, uhalifu na mwisho wa kushtua, tukimzungumzia Bonnie na Clyde. Boni Elizabeth Parker alizaliwa Oktoba mosi mwaka 1910 huko Rowena, Texas, jimbo ambalo linasifika kwa jua kali, baridi kali na maisha ya kusuasua. Boni Elizabeth Parker alizaliwa katika familia ya hali ya kawaida, kiwa na baba aliyekuwa mfanyakazi wa kiwanda na mama wa nyumbani tu. Maisha ya nyumbani kwa kina Boni Paka hayakuwa rahisi hata kidogo, hasa baada ya baba yake kufariki dunia wakati Boni akiwa na umri mdogo sana. Hii ilisababisha mama yake kuhamia katika mji uitwao West Dallas, mtaa uliokuwa na watu maskini sana, ukijulikana kwa nyumba zilizochakaa watoto wa mitaani na hali ngumu ya maisha. Boni tangu mdogo alikuwa ni binti mwenye kipaji mno cha kuandika mashairi na tamthilia. Alikuwa msichana wa ndoto nyingi mwenye lengo la kuwa mwigizaji, mshairi na mtu mashuhuri, lakini dunia ambayo Boni alikulia haikutoa nafasi hizo kwa urahisi. Hivyo basi ndoto za Boni zikaanza kuyumba mapema mno na hali mbaya ya maisha ilimfanya Boni afunge ndoa katika umri mdogo sana, kwani wiki chache kabla ya Bonnie kutimiza miaka 16 aliweza kulazimishwa kuolewa katika familia ya mtu mhalifu sana. Lakini ndoa ya Bonnie haikuweza kudumu hata kidogo, kwani ilikuwa ni ndoa yenye mateso na manyanyaso makubwa ndani yake. Hivyo basi miaka mitatu tu baada ya ndoa ya Bonnie Ndoa yao ilisambaratika lakini hata bila ya talaka. Clyde Chestnut Barrow alizaliwa Machi 24, 1999 huko Teloko, Texas, mwaka mmoja tu baada ya Bonnie kuzaliwa. Clyde Barrow alikuwa mtoto wa tano kati ya watoto wengi katika familia maskini ya wakulima wa pamba. Wazazi wa Clyde Barrow nao walihamia katika mji wa West Dallas wakitafuta maisha bora, lakini kilichowakuta pale West Dallas ilikuwa ni umaskini mkubwa, kuishi kwenye hema kwa muda mrefu kabla ya kujenga kibanda tu cha mbao. Clyde alianza maisha ya vishawishi mapema mno na alionekana kijana mwenye kupenda maisha ya kihuni lakini mbali na hivyo, alikuwa ni kijana mwenye roho nyepesi, akipenda muziki wa saxophone na ndoto za kuwa mwanamuziki. Clyde alikuwa ni hodari sana wa kutunga mashairi. Sasa nikutoe, nikusafirishe na kukuanzishia hadithi ya mapenzi ya Bonnie na Clyde. mwaka F1, 1930 Dunia ilikuwa katika kipindi kigumu sana, the Great Economic Depression. Wakati huu masoko ya hisa mbalimbali duniani yalianguka, hususan soko la hisa kule Marekani, New York Stock Exchange. Wakati huu mfumuko wa bei ulikuwa juu sana, uhaba wa ajira na njaa kila kona. Matumaini ya maisha kwa watu yalikuwa madogo mno, lakini mbali ya hivyo, mioyo yao ilijaribu kuishi katika matumaini kwamba kesho itakuwa bora zaidi ya jana. Maeneo ya West Dallas ambayo Bonnie na Clyde walikulia hayakuacha nyuma, yalikuwa nayo ni miongoni mwa maeneo ambayo yaliathirika na mmonyoko huu wa kiuchumi. Sasa Januari 1930. Inasemekana kwamba Bonnie na Clyde walikutana tena kwa njia ya kawaida sana. Bonnie alikuwa amekwenda kumtembelea rafiki yake na Clyde naye alikuwa mgeni kwenye nyumba hiyo hiyo. Walipokutana tu, macho yao yaligongana kwa mara ya kwanza na kulikuwa na mvuto wa ajabu mno. Ama wazungu wanasema love at first sight. Bonnie aliona kwa Clyde kama kijana mwenye sura ya kuvutia mwenye mtazamo wa uhakika, lakini kijana mwenye huzuni mno. Clyde naye alionekana ni msichana mrembo mwenye tabasamu la kipekee, mwenye roho ya sanaa na mtu wa tofauti kidogo kuliko watu wa kawaida ambao wamemzunguka. Basi kuanzia siku hiyo walikuwa hawatengani, walikuwa kama ruba. Uhusiano wao ulikuwa kwa kasi ya ajabu wakijenga pamoja ndoto zao, historia zao na machungu ya maisha. Bonnie alimweleza Clyde ndoto zake za kuwa mshairi, Clyde naye alimweleza Bonnie ndoto zake za kuwa mwanamuziki. Lakini zaidi walikuwa wakifikira maisha ambayo pesa zinapatikana kwa haraka, kwani wanasema ponda mali kufa kwa haja. Sasa, Ilikuwaje Bonnie and Clyde kuweza kuingia kwenye dunia ya uhalifu mpaka kuweza kuwa kapo ambayo inakumbukwa zaidi kama kapo ya hatari mno iliyoweza kutikisa mamlaka za dola za Marekani kuanzia FBI pamoja na polisi? Clyde alikuwa tayari kwenye njia ya uhalifu tangu mdogo mno, kabla hajakutana na Bonnie. Alianza kwa wizi wa kuiba magari na maduka madogo madogo, lakini baada ya kufungwa gerezani mwaka 1930 maisha yake yalibadilika kabisa. Sasa ni kurudishe nyuma. Clyde alikamatwa kwa mara ya kwanza mwaka 1926, akiwa na miaka 17 tu, na baada ya kukamatwa, baadaye mwaka 1927, alitolewa tena Mwaka 1929, Clyde alikamatwa tena kwa kosa la kuvunja maduka na kuiba. Baadaye, mwaka 1930, Clyde alitolewa tena jela. Walipokutana na mpenzi wake, Bonnie tayari alikuwa ameshakamatwa mara mbili. Hivyo basi, ile Januari 1930, Bonnie Alikuwa tayari ameshatambulishwa kwenye ulimwengu wa uhalifu. Wiki chache baada ya Bonnie na Clyde kukutana mwaka 1930, Bonnie aliweza kutengana na Clyde, kwani Clyde aliingia matatizoni na mamlaka baada ya kukamatwa kwa wizi wa magari mwaka 1930. Mwezi Machi Clyde aliweza kupanga njama na kuweza kumtorosha Bonnie gerezani kwa kuweza kupitisha bunduki aina ya MK 118 kwa Clyde. Uhalifu ilikuwa njia ya maisha yake, kwa hiyo hii haikuwa mara ya kwanza kutoroka jela, kwani mwaka elfu moja 1932 pia Bonnie aliweza kumsaidia Clyde kutoroka jela. Machi 18, 1930 Clyde, Clyde alikamatwa tena na kupelekwa katika gereza la Winston State Prison. Akiwa jela aliteswa akalawitiwa na kudhalilishwa mno. Mateso ambayo Clyde alipitia alimfanya awenunda mno, na kule kulawitiwa kulimfanya Clyde aweze kutenda mauaji kwa mara ya kwanza, kwani siku moja alichukua bomba la chuma, akampiga kichwani mara nyingi mno yule mtu alikuwa akimfanyia vitendo vya kumlawiti na hii sasa ikawa mara ya kwanza ya kumtambulisha Clyde katika ulimwengu wa mauaji mwaka 1932 kutokana na mateso ya jela Clyde aliona kwamba njia pekee ya kukimbia mateso ya jela ni kuonekana kwamba yeye ni mlemavu. Hivyo basi Clyde alichukua kitu chenye ncha kali na kukata vidole vyake viwili vya miguu ili tu gereza limone huruma na kumpatia nafuu. Kitendo cha yeye kujikata vidole viwili kilikuwa ni kitendo ambacho kilimhuzunisha mno mama yake. Hivyo basi mama wa Clyde akaandika barua kuelekea kwa bwana jela kuomba bwana Clyde apunguziwe kifungo. Mwaka 1932, mwezi Februari, bwana jela, jela aliingiwa na huruma kulingana na vilio vya mama yake na Clyde na kuweza kumruhusu Bwana Clyde kutoka nje ya jela kupitia msamaha ambao kule Marekani wanawita parole. Baada ya kutoka jela mwaka 1932, Clyde alitoka akiwa mtu mwingine tena. Alikuwa ni mtu katili mwenye kisasi, na hii ilichagizwa na yale mateso aliyokuwa akiyapitia, husan kitendo cha kulawitiwa mara kwa mara. Alivyotoka alianzisha kundi la uhalifu liitwalo Barrow Gang, akiwa na mpenzi wake Clyde, walianza kwa kuiba magari, kuvamia maduka na hatimaye wakapandisha kiwango chao kwa kuanza kuiba mabenki. Wakuwa na kundi lao walivamia mabenki kwa kasi, wakatoweka kwa ustadi mkubwa mno na mara nyingi walikuwa wanaacha polisi vichwa juu, wakiwa hawana hata dalili za mahali walipoelekea. Licha ya hatari ya maisha, uhusiano wa Bonnie na Clyde ulikuwa kipekee. Walindikiana mashairi, walicheka pamoja na walihifadhi upendo wao kama hazina ya mwisho. Bonnie aliandika mashairi ya mapenzi na huzuni. Moja ya mashairi yake maarufu lilikuwa Some days we'll go down together and we'll bury them side by side by to be grief the law a relief, but if death for Bonnie and Clyde, akimaanisha kwamba siku mmoja wataondoka katika uso huu wa dunia na kwenye vyombo vya sheria kwao itakuwa nafuu, lakini kwa Boni na Clyde itakuwa kifo. Walipokuwa mafichoni, walitembea kutoka jimbo moja hadi nyingine, wakilala kwenye magari, wakila chakula barabarani, na kila wakati wakikumbatiana pamoja. Maisha yao yalikuwa ya kukimbia, mapenzi yao yalikuwa ya kipekee, wakiishi dakika na si miaka, lakini walijua kuwa mwisho wanaweza kuwa karibu muda wote. Miongoni mwa tukio ya kutisha ya Bonnie na Clyde ni Mwanzoni mwa miaka 1930, siku moja polisi walifanya msako mkali kwa Bonnie na Clyde, wakiwa na kaka yake Clyde. Polisi wakiwa wamejizatiti mno na silaha nzito, waliwavamia Bonnie na Clyde na kupiga risasi nyingi mno. Bonnie na Clyde walijibu mapigo kwa kurusha risasi, na isivyo bahati risasi zao ziliweza kumaliza uhai wa askari watatu. Hii iliwafanya askari wa Marekani kuwa na uchungu mno na hasira mno kwa Bonnie na Clyde. Hii basi iliwafanya Bonnie na Clyde kuingia katika orodha ya wahalifu wanaotafutwa mno na shirika la upelelezi la Marekani FBI, Federal Bureau of Investigation. Wakati mwingine kazi zao za uhalifu zilikuwa na madhara makubwa. Katika baadhi ya matukio, watu walikufa. Hili iliyofanya wawili hawa kuchukuliwa sana na vyombo vya dola. Serikali ya Marekani ilianza msako wa nguvu dhidi yao. Wakaandikiwa waraka wa wanted dead or alive. Maafisa maalum wa FBI walipewa jukumu la kuwasaka kwa kila njia. Katika mmoja ya matukio, Bonnie aliungua mguuni vibaya sana na baada ya gari lao kupata ajali, hali hiyo lakini haikuweza kuwazuia kuendelea kukimbia. Walipendana hata wakati mmoja akiwa hana uwezo wa kutembea. Clyde alimchukua Bonnie mabegani kwa siku kadhaa ili waendelee na safari. Mnamo Mei 23, 1934, msako ulifikia mwisho wake. Polisi walipata taarifa kutoka kwa rafiki wa zamani wa Clyde kuhusu mahali Bonnie na Clyde walipojificha. Wakaweka mtego katika barabara ya vijijini karibu na Bienville Parish huko Louisiana, Marekani. Asubuhi na mapema, Bonnie na Clyde walimwona baba wa rafiki yao akiwa amesimama pembezoni mwa barabara, wakati huo Bonnie na Clyde wakiwa ndani ya gari lao lenye chapa ya Ford V8 baada ya kumuona baba wa rafiki yao Bonnie na Clyde walisimamisha gari lao, hali wakiwa hawana ufahamu kwamba huo ulikuwa ni mtego wa maaskari. Polisi sita walikuwa wamejificha, walifiatua zaidi ya risasi 130 kwa sekunde 16 tu. Bonnie na Clyde walifariki papo hapo, mili yao ilishambuliwa vibaya, hata baadhi ya mashuhuda walilia kwa kuona kile ambacho kilitokea. Licha ya kuwa wahalifu Bonnie na Clyde walibaki kwenye mioyo ya watu wengi. Baadhi waliwaona kama mashujaa waliopigana dhidi ya mfumo wa kibepari, wengine waliwaona kama vijana waliopotea kwa sababu ya maisha magumu na chuki dhidi ya mfumo usiojali wanyonge. Hadithi yao imeandikwa kwenye vitabu, kuonyeshwa kwenye, kwenye filamu na hata kuimbwa kwenye nyimbo lakini ukweli unabaki kuwa mapenzi yao yalikuwa halisi, japo njia yao waliochagua ilikuwa ya giza. Walikufa pamoja kama walivyoishi, upande kwa upande, mkono kwa mkono, kwenye gari lao lililotobolewa risasi. Hadithi ya Bonnie na Clyde ni onyo, ni somo, ni hadithi yenye mapenzi yenye giza, ni hadithi ya dunia ambao iliwatupa na wao wakaamua kupigana nayo kwa njia zao ingawa njia hizo zilikuwa za uharibifu na mwisho wao ulikuwa wa kusikitisha, lakini wa kusisimua. Sasa ni kuulize, ndugu msikilizaji na mtazamaji, watu wengi sana wamekuwa wakihusianisha mapenzi yao kama mapenzi ya Bonnie na Clyde. Je, ulikuwa unafahamu hasa mapenzi ya Bonnie na Clyde yalikuwa mapenzi ya namna gani? Mapenzi ya Bonnie na Clyde ni maana halisi ya neno partner in crime, ni mfano wa mapenzi dhati yenye kupingiwa, mfano wa kutosha na mapenzi ya kweli mno. Nikuulize, mapenzi aina ya mapenzi ya Bonnie na Clyde bado yanaendelea hivi sasa au ndo yale mapenzi ambayo ameimbwa na msanii akisema mapenzi hifia tikisa kichwa kidogo. Tukutane tena katika medani za mashujaa tunapomaliza simulizi ya Bonnie na Clyde. Nikukumbushe, endelea kusubscribe, kulike na kucomment kwenye video zetu, tukiendelea kukuletea hadithi zilizosisimua na kuteka vichwa vya vyombo vya habari maeneo mbalimbali duniani. Chao.